Tukiwa na maazimisho ya Meimosi kupitia wenzetu wa OSHA, lakini leo tunazindua chanjo, utoaji wa chanjo kwa watoto chini ya miaka mitano katika mkoa wetu wa Singida. Lakini nikushukuru, kushukuru Alaimo na wadogo zako wote kwa maandalizi mazuri. Nimeona watendakazi wamejipanga, nimeona watoto na wazazi wao wako. Kwa hiyo ni imani yangu kubwa, kama mazoea yetu Singida tutafanya chanjo kwa watoto wetu kwa asilimia mia moja. Sote tunafahamu kwamba chanjo tunaenda kuwakinga watoto wetu kulingana na magonjwa mbalimbali, lakini taifa letu limeanza kutoa chanjo zaidi ya miaka hamsini iliyopita na kwa kweli tumekuwa tukifanya vizuri sana na tumekinga watoto wetu wazuri sana. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa taifa hili kwa kuhakikisha kwamba chanjo kwa watoto wetu zinatolewa. Lakini niwashukuru watenda kazi, kwa sababu uaminifu wao, kuna chanjo, tunatembea tunawafuata wagonjwa majumbani. Wangefanya udanganyifu, tungeona magonjwa kwa watoto yanaibuka, lakini namna ambao wanatenda kazi, zile takwimu zinaendana na hali halisi ya watoto wetu katika maeneo yote. Lakini niwaombe sana wazazi wenzangu, tuhakikishe kwamba mtoto anakamilisha chanjo zake zote na zile zinazotuhusu sisi wazazi, wakati wa ujauzito, lazima tuzikamilishe, kwa sababu ni silaha inayokupeleka wewe kupambana na magonjwa na hatari mbalimbali lakini jambo hili hatufanyi wenyewe peke yetu. Kama serikali tuna wadau wengi, wameendelea kutuunga mkono katika miaka yote hiyo hamsini. Nitumie fursa hii niwashukuru sana na niwapongeze kwa kufanya maamuzi mazuri, kwa sababu panapokuwa na maambukizo, hata na wewe ambaye uko mbali, unaweza maambukizo yale yakaathiri aidha mtoto wako au wamama wale ambao wanatuletea watoto duniani. Kwa hiyo mimi nimefurahi leo tunazindua, tuendelee kuifanya hii kazi. Najua tutaenda huko vijijini kote, tutumie hii izi fursa za wanahabari, turushe matangazo. Siku hizi wananchi wetu mpaka vijijini wanaangalia tu kwenye kiganja cha simu, kwamba kuna chanjo, chanjo inaendelea. Kwa hiyo ninaomba sana sana sana tuifanye hii kazi kwa uaminifu. Lakini nikushukuru sana mkurugenzi wa Osha, tunaye hapa mwanamama makini kabisa. Nikushukuru sana dada yangu Adija. Kwa sababu yeye ndio ametuletea hizi fasiliti zote. Kwa hiyo, tunaposema Osha mambo yote ni mambo yote. Wanahakikisha kwamba tunakuwa salama kule makazini, lakini hata hizi program ndogo ndogo wametufanyia kazi kubwa. Tangia wameanza hapa wananchi wetu wote wanapimwa, wanapata tiba katika eneo hili. Hata mimi nilipimwa hapa na kupata ushauri. Basi ninayo heshima sana kutamka kwamba zoezi la chanjo katika mkoa wetu wa Singida tumelizindua rasmi, kazi iendelee. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kweli Singida inaendelea kubarikiwa, tumekuwa na wiki ya Mei Mosi, kumekuwa na activities nyingi nyingi, lakini kubwa leo tunakushukuru, umetuzindulia mpango wa chanjo kwa mkoa wa Singida, lakini umetupa heshima kuzindua katika halmashauri ya manispaa ya Singida. Tunakushukuru sana mkuu wa mkoa mm. Sote tunatambua umuhimu wa taifa kuwa na watu wenye nguvu, wenye afya. Taifa la watu wenye afya lina uhakika wa kupata maendeleo na kusonga mbele kwa hivyo leo tunazindua chanjo, tunakwenda kutengeneza watoto watakao kuwa katika afya nzuri, watakao kingwa na magonjwa, na hivyo kutupatia taifa la kesho lenye nguvu, lakini kuwapa nafasi sasa wazazi walioko kushiriki na maendeleo, baada ya kushiriki kuuguza. Niwashukuru, nishukuru sana serikali kwa kutimiza mpango huu, wakiwemo wadau mbalimbali, lakini niwaombe sana wananchi wa Singida, tuitumie hii fursa kuwapa chanjo watoto wetu ili kuwakinga na magonjwa yanayotegemewa kutokea lakini, na sisi wananchi wa Singida tuwe mabalozi, tuwafikishia habari wale walioko majumbani wenye watoto kuanzia miaka sufuri mpaka miaka mitano, washiriki chanjo hizi vizuri. Na kikubwa sana ni waombe sasa, tushirikiane vizuri, tumalizie sherehe hizi za Mei Mosi kwa vizuri. Singida ni nzuri, Singida ni njema. Wageni wote karibuni.